Sisi kama jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo chini ya mimi mwenyekiti wao Seif Hassan Nyuki tumepanga kugawa futari kwa kila kaya, kwa kaya zisizopungua 33 kwenye ngazi ya matawi na kaya zisizopungua kumi na tano kwenye ngazi ya kata CCM oye, oye! Hiyo tutalifanya zoezi hilo leo muda huu ili wazazi wenzangu nyie mwende nyumbani mkaendelee kutimiza majukumu yenu na wale wenye shughuli zingine zikaendelee. CCM oyee. Kwa sababu dhamira ya Chama cha Mapinduzi ni kwamba kila mtu awe na shughuli ya kufanya. Kwa hiyo tumewaita, leo ni siku ya kazi, mtatuwia radhi, lakini nia yetu ni, ni nzuri kabisa ya kuhakikisha wote tunapata chochote kile ukipigia kura chama cha mapinduzi, na tukaendelee kumuongeza mitano tena Mama Samia wetu ambaye ndiyo jemedari wa nchi hii, sisi CCM oye. Baada ya kusema hayo, ninaweza kumkaribisha katibu wangu ambaye ndio anajua majina, kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa kwenye matawi, kwa kila katibu wa tawi jumuiya ya wazazi alete watu watatu. Sasa hao watu tunao kwenye karatasi zetu, lakini mimi kama mwenyekiti siwafahamu. Kwa hiyo nitamkaribisha katibu wangu, atawaita na tutawagawia futari. Lakini kabla sijamaliza makee, nkaacha maneno mengine, hii futari yetu tutawagawia kipaseli ambacho ndani yake kina sukari kilo moja, tambi kilo moja na maharage yes, lakini mchele kilo mbili lakini jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo, sisi kamati ya utekelezaji, tuliona hivi vitu vinatakiwa vipikwe, na mkaa kiasi kidogo cha pesa ambayo tutagawa, shilingi elfu tano kila mtu ambaye atachukua futari hapa, hiyo tutampa kesh mkononi, ili aweze kwenda kujihudumia hiyo futari yake ya leo. CCM oye! Kwa hiyo katibu akishakuita hapa Atakupatia, tutakupatia hiyo futari, alafu utakuja hapa na mimi nitakupatia ile shilingi elfu tano kwa ajili ya kwenda kukusaidia wakati wa kutekeleza ile jambo ambalo tumeliandaa. CCM oye! Okay. uchungu wa mwana, wazazi safi. Okay. asanteni sana, karibu katibu. Okay. Okay. Okay. Okay.

Tumeshamaliza, si ndio eh? mm. Kumi na moja, wote tumeshapata, si ndio? mm. Bado gazi ya kata. Mimi Salima Hussein Haji. Nashukuru nilichopata kidogo kitanisaidia. Nashukuru sana. Umepata nini? Nimepata sukari, nimepata malage, nimepata mchele, nimepata sukari na nime nime nime nime tambi na hela kido, kidogo sisiemu u Mii naitwa Kurusumu Afmani Saidi, nimepokea iftari kutoka jumuiya ya wazazi tawi nini, Mabibo, kata ya Mabibo. Mimi nasema asanteni sana Mwenyezi Mungu, afanyeni wepesi kwa hiki chikitu mlichotupa, na mzidi kutukumbuka, sio leo hata kwa kingine e, na Mwenyezi Mungu atazidi kuwasaidia e. Kama ambavyo chama cha Mapinduzi kimetulea, ndani ya chama chetu ni jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo, leo ikiwa ina jambo lake, na hasa kuzingatia wakati huu, wakati wa mwezi wa Ramadhani, lakini pia wakati wa Kwarezima. Hivyo basi, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo ana machache ya kusema. Karibu Sandi. Oye. Oye, uchungu wa mwana mzazi, malezi bora kwa mtoto, matarajio ya kesho kwa mzazi, Kambia na taifa kwa ujumla. Ndugu viongozi, pamoja na wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, kata ya Mabibo, leo ni siku adhimu kwa sisi jumuiya ya wazazi kata yetu ya Mabibo, ambapo kama ilivyo kawaida yetu miaka yote iliyopita, tumekuwa tukifuturisha watu, lakini mwaka huu tumeamua kufuturisha kwa njia tofauti tumefuturisha kwa utaratibu wa kuona kwamba ni vizuri yule ambaye anafuturishwa leo aende akafuturi iftari pamoja na familia yake. Tumeona ile kuitana pamoja kufuturu sisi wenyewe, bado kuna familia, kuna watu nyuma yetu ambao wanatutegemea. Kwa hiyo jumuiya wazazi kata ya Mabibo, baada ya vikao vyake kubaliana kwamba tufanye iftari ambayo kila muhitaji katika matawi yetu yote kumi na moja tumeita watu watatu watatu, watatu pamoja na makatibu wao, ni sawa na watu wanne kutoka kwenye tawi. Tumeweza kugawa iftari ambayo ni kiasi kidogo, lakini ndio uwezo wa jumuiya wazazi kata ya Mabibo, ambayo ni mchele kilo mbili, tambi kilo moja, sukari kilo moja na maharage kilo moja, na kiasi kidogo cha kuweza kuongezea gesi kule nyumbani cha shilingi elfu tano kila muhitaji. CCM! Mama Samia hoye mitana tena huu ni mwaka wetu wa uchaguzi. Kwa hiyo, viongozi wetu hawa, tuna imani wote mmejiandikisha na wote mmeboresha taarifa zenu kwa ajili ya kufanya uchaguzi mwaka huu, ambapo tunatarajia kupata diwani awe wakata wa Chama cha Mapinduzi, mbunge awe wa Chama cha Mapinduzi, na jemendari wetu mama yetu Samia kipenzi cha wote awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye. Oye oye. Baada ya hayo yote, naomba nimkaribishe mgeni wetu rasmi wa leo ambaye ndio ameshiriki kutusaidia kwenye ugawaji huu iftari, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Kata ya Mabibo, ndugu Nafi Habibu Kinyogoli. Karibu sana kushiriki jambo la Jumuiya ya Wazazi. Sisi wazazi, safi. Safi. Wazazi, safi. Safi. Wazazi, safi, safi. Ndugu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi na kamati yako ya utekelezaji na baraza lako la wazazi kata hii ya Mabibo, ndugu wajumbe wa kamati ya siasa na sekretarieti wa kata ya Mabibo tuliokusanyika hapa kuja kuungana na jumuiya ya wazazi katika kutoa kile ambacho wamekiandaa kwa ajili ya wachache ambao kwa ajili ya iftari. Sisi Chama cha Mapinduzi kata ya Mabibo tunawapongeza jumuiya ya wazazi kwa mwendelezo wa jambo hili ambalo mnalifanya kila mwaka ongereni sana. Lakini pia tuwapongeze kwa, kwa, kwa staili mpya ambayo mmeianzisha ya mwaka huu. Baada ya kupika iftari na kutuan, kutukutanisha pamoja na kuweza kufuturu, badala yake mkatoa kidogo kwa mmoja, lakini kinaenda kufuturisha watu wengi. Kwa hiyo tuwapongeze sana jumuiya ya wazazi. Sisi chama cha mapinduzi kata ya Mabibo tunawaombea kila laheri pale mlipopunguza kwa ajili ya wananchi hawa, basi Mungu akaongeze maradufu pale ambako pamepungua. E, CCM oye! Sasa niseme kwamba jumuia ya wazazi wametekeleza ile kauli ya chama cha mapinduzi, kauli mbiu yetu tunayosema kazi na utu. Leo jumuia ya wazazi wamefanya utu, wanafanya kazi za kila siku za chama cha mapinduzi. Leo wamefanya utu kwa kurudisha fadhila kwa wananchi wetu kwa kuwapa iftari kwa siku ya leo. Asanteni sana kuimba okay. okay.